Sasa leo tunaanza kusafiri katika kitabu kipya cha Matendo ya Mitume. Kwa njia hiki ni mwendelezo wa Injili ya Luka. Ni juzu ya pili kwa kusema hivyo iliyoandikwa na Daktari Luka. Kimsingi kinatuambia kilichotokea Yesu alipopaa mbinguni na Roho Mtakatifu aliposhuka na kanisa likaundwa. Sasa kitabu cha Matendo ya Mitume kitashughulikia miaka zaidi ya thelathini ya mwanzo wa maisha ya kanisa. Kwa kweli, siwezi kufikiria wakati bora zaidi katika historia ya kanisa kuliko leo kuanza kujifunza maisha ya kanisa la mwanzo. Biblia yako huenda imeipa kitabu hiki jina kama ilivyo kwenye yangu, Matendo ya Mitume, lakini ukweli ni kwamba kinatupa taarifa chache sana kuhusu mitume kinamwangazia kidogo Mtume Petro, lakini zaidi kinamwangazia Mtume Paulo. Unaweza kukipa kitabu hiki kwa usahihi zaidi, kitabu cha baadhi ya matendo ya baadhi ya mitume. Naam, kichwa bado hakijahamasishwa kwa kweli. Jina bora zaidi linaweza kuwa matendo ya Roho Mtakatifu kupitia kanisa la awali. Sasa matendo ni muhimu. Ni hutumika kama daraja kutoka agano la kale hadi agano jipya. Kumbuka kwamba enzi halisi ya agano jipya haianzi hadi kanisa linapoanzishwa, na hilo linatokea hapa katika sura za mwanzo za Matendo. Hivyo basi, kwa maana halisi kabisa, matendo ni kitabu cha kwanza cha agano jipya. Kwa kweli, barua nyingi za Agano Jipya au nyaraka ziliandikwa katika miaka inayozungumziwa hapa kwenye kitabu cha Matendo. Sasa Injili ya Luka na, na kitabu cha Matendo vyote viwili viliandikwa eh, na Luka kwa afisa yuleyule wa Kirumi, mtu aitwaye Theofilo. Kwa kweli, Matendo yanaanza na Luka akimkumbusha Theofilo sababu ya kuandika juzuu ya kwanza, yaani Injili ya Luka. Anaandika hapa katika Matendo sura ya kwanza mstari wa kwanza katika kitabu cha kwanza e, Theofilo, nimeandika kuhusu yote ambayo Yesu alianza kufanya na kufundisha hadi siku aliponyakuliwa juu, baada ya kutoa maagizo kupitia Roho Mtakatifu kwa mitume aliyowachagua. Basi hicho kitabu cha kwanza ni injili ya Luka. Luka kwa kweli anafaa sana kuandika simulizi hili tunaloliita kitabu cha Matendo kwa sababu alikuwa msafiri mwenzake mtume Paulo. Katika barua yake ya kuaga kwa Timotheo, Paulo anasema katika mbili Timotheo saa nne na madakika kumi na moja kwamba ni Luka tu aliyekuwa pamoja naye, na Paulo anamwita Luka daktari mpendwa kule katika Wakolosai saa nne na madakika kumi na nne lugha ya kitiba inaonekana wazi katika injili ya Luka na pia hapa katika kitabu cha Matendo. Lakini ingawa Luka alikuwa daktari, pia alikuwa misionari. Sasa hatujui Theofilo alikuwa nani zaidi ya ukweli kwamba Luka anamwita Theofilo mtukufu kule Luka moja tatu, na lugha hiyo hutumiwa kwa maafisa wa serikali wa ngazi ya juu. Inaonekana kwamba Theofilo alikuwa mgeuzi mpya wakati Luka alipomwandikia barua hizi mbili ndefu au vitabu tunavyoviita. Sasa isipokuwa tukielewa miongozo fulani, kitabu cha Matendo kitaeleweka vibaya na mbaya zaidi kutumiwa vibaya. Watu hukosa kwa urahisi uhakika kwamba kitabu cha Matendo ni kitabu cha daraja. Inaeleza jinsi ulimwengu ulivyohama kutoka agano la kale hadi agano jipya, na nikuambie, hausimami na kujenga nyumba yako kwenye daraja, unavuka juu yake. Ukisoma kitabu cha Matendo na na ukaacha bila kujifunza ufunuo zaidi kupitia nyaraka ambazo ziliandikwa na mitume, utachanganyikiwa mara kwa mara. Nami sina budi kuwaambia, kuna viongozi wa kanisa waliochanganyikiwa, na wahubiri wa televisheni, waponyaji na manabii, watu wanaowatia moyo wengine kunena kwa lugha na kutarajia uponyaji na ufanisi kutoka Mungu. Kwa nini? wao walikaa kwenye daraja hili. Najiuliza ni viongozi wangapi kati ya hawa, hata hivyo, wangekuwa tayari kutoa fedha zao zote na kugawana mali yao na kila mtu, kama vile walivyofanya hivyo pia katika kitabu cha Matendo. Badala yake, inaonekana wanafikiri sisi ndio tunapaswa kuwatumia fedha zetu zote kama kila kitu kinachotokea katika kitabu cha Matendo ni kwa ajili ya kila muumini na kila kanisa hadi leo, nashangaa ni makanisa mangapi yatakayochagua viongozi wa kanisa kwa kupiga kura au kurusha bahati nasibu au kuchagua wamisionari wao tu baada ya siku kadhaa za kufunga. Najiuliza, ni Wakristo wangapi leo wamevunjika moyo kwa sababu hawajaponywa kwa muujiza? na basi, kwa kuwa ilitokea katika kitabu cha Matendo, je, hatupaswi kutarajia malaika kuwaachilia wafungwa wa Kristo kutoka gerezani wanaoteseka leo? Je, tunapaswa kutarajia wanafiki wenye tamaa kama Anania na Safira wafe wakati wa ibada ya kanisa baada ya sadaka kuchukuliwa? Je, tunapaswa tunapaswa kuanza kukutana kila siku katika nyumba za kila mmoja wetu kama walivyofanya katika kitabu cha Matendo? Je, tunapaswa kusubiri unajua maono ya mbinguni ya kutuongoza kwenye safari zetu au, au tunapaswa kufuata kalenda ya maombi ya taifa la Kiyahudi kama Paulo anavyofanya hapa katika kitabu cha Matendo? Kwa njia mimi, ikiwa nilihubiri mahubiri marefu sana na mtu akaanguka kutoka dirishani na kufa, je, ungetarajia nishuke kule na kumfufua yule mvulana maskini kama Paulo alivyofanya kutoka kwa wafu? Naam, pengine si. Mpendwa, kitabu hiki ni daraja. Huu sio mwisho wa hadithi. Kwa kweli, Luka haitoi theolojia ya kina kwa kanisa. Anaandika historia fupi sana ya miaka ya mwanzo ya kanisa kwa ajili ya rafiki yake Theofilo. Sasa usielewe vibaya, maandiko yote yamevuviwa na Mungu, yote hayo yana faida kwa muumini. Kitabu hiki cha Matendo ya Mitume kimejazwa na kanuni moja muhimu baada ya nyingine. Kumbuka tu kwamba kwa sababu tu unaona jambo fulani likitendeka hapa katika kitabu cha Matendo haimaanishi kwamba linapaswa kutukia leo. Je, tunaweza kuamini katika uponyaji wa kiungu leo? Loo, kabisa! Lakini sio waponyaji wa kiungu kama hawa mitume. Je, tunaweza kuamini kwamba Mungu anafanya miujiza leo? Nam, kabisa lakini sio kwa watenda miujiza waliopewa uwezo maalum. Unaona, jamii hii ya mitume wa mwanzo walipewa nguvu za ajabu na za kimiujiza. Mitume walikuwa watenda miujiza wa kweli na waponyaji wa kiungu. Walikuwa wamepewa karama hizi kama ishara. Kwa nini? Walikuwa wakiwathibitisha mitume kama wajumbe kutoka kwa Mungu. Waibrania mbili tatu inaweka wazi kabisa kwamba Injili ililetwa na mashahidi wa mwanzo na mitume. Mstari wa nne unasema kwamba Mungu alishuhudia kuwa walikuwa wakisema ukweli. Vipi? Kwa ishara na maajabu na miujiza mbalimbali mbali na kwa karama za Roho Mtakatifu. Basi wapendwa, sasa tunazo maandiko ya kutupima ukweli, na kwa njia hatutafuti tena manabii wapya wenye unabii mpya. Pia kwa sababu agano jipya limekamilika, kitabu cha ufunuo hakimalizii na koma, kinamalizika na nukta. Kuna matatizo mengi siku hizi kwa sababu eti manabii wapya walitokea na ufunuo mpya. Sasa mistari ya mwanzo, kuna mambo yanayojirudia. Luka anarudia mstari wa mbili kwamba kabla Yesu hajachukuliwa juu, aliwapa maagizo mitume wake aliyowachagua, na maagizo hayo yanapatikana nyuma, Luka 24. Sasa basi, hapa kwenye mstari wa tatu Luka anamkumbusha Theofilo kwamba Yesu alijionyesha akiwa hai kwa wanafunzi wake baada ya kufufuka, akiwatokea kwa siku arobaini. Na kwa njia, wapendwa, hili halitokei leo pia, ingawa tungetamani kumwona Yesu kimwili kama walivyofanya wao wakati ule ushahidi zaidi wa ufufuo wa Yesu unapatikana katika ukweli kwamba aliwafundisha wanafunzi wake katika kipindi hiki cha siku arobaini kabla ya kurudi kwa Baba. Hatuna habari nyingi kuhusu kozi hii ya majuma sita ya ajali kutoka kwa Yesu, lakini na kuhakikishia wanafunzi walikuwa wakisikiliza kuliko wakati mwingine wowote. Ni kama mhudumu wa ndege anayepitia hotuba yake ndogo kuhusu nini cha kufanya ikiwa kuna dharura wakati wa safari ya ndege. Kusema ukweli, mimi sikusikiliza. Mtu pekee ninayemjua anayesikiliza ni mke wangu. Ninasoma kitabu. Lo, mimi ninapanga kumtegemea, lakini kama injini ingelipuka na tukaanza kushuka, basi ningekuwa tayari kusikiliza. Sasa hebu ni kuambie hapa kanisa haliko, haliko karibu kuanguka. Liko karibu kupaa lakini wanafunzi sasa hakika wanasikiliza kwa makini sana. Yesu anatoa amri wazi hapa katika mstari nne aliwaamuru wasiondoke Yerusalemu bali wasubiri ahadi ya Baba. Sasa hii ndiyo ahadi ya Roho Mtakatifu atakayeshuka na kuwabatiza uwepo na nguvu zake. Kushuka kwa Roho kutaleta kanisa kuwepo, na na tangu wakati wa kushuka kwake, kwa njia hiyo Roho Mtakatifu atafanya na kweli anafanya kubatiza au kuzamisha kila muumini mpya katika mwili wa Kristo wakati wa wokovu. Ulipata Roho Mtakatifu wote ulipokuja kumwamini Yesu Kristo. Sasa pamoja na hayo, tumepitwa na wakati, kwani ndiyo kwanza tumeanza safari yetu katika kitabu cha Matendo. Hata wakati ujao, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.